Na notis tunawapatia ya siku saba peke yake kuanzia leo. Ikiisha namna hii wajipange, punda imechoka. Eh, viongozi wetu wametuacha sana, na tunasema wametuacha sana kwa sababu wakati ya siasa hapa ni nyumbani ya watu wanasiasa, lakini lakini ikifika ni wakati ya maendeleo mambo ya maendeleo mende, inakuwa aina hatuoni ina, since 1995 hii barabara ambaye ni Kiu Konza Road hatujaona maendeleo yote, na hapa tuko tukisema kuanzia leo tunapeana notisi ya siku saba wale hii barabara magari ya uh, sfesus zinapita na kila lori hapa inakata stika ya 100,000, na ukihesabu kwa magari ishirini, hiyo ni milioni mbili inaingia kwa akaunti ya kaunti kwa mwezi, na hatuoni msaada yoyote na tunapeana noti. Wanasiasa wanatumia hii barabara kama kivukio cha siasa, maana wakati siasa inapofika unawaona wakitembea huku, na hatuoni baada ya hayo yote wanapotea. tunauliza uongozi wetu, hii barabara ni ya nani? Maana sisi kama wakazi wa Kajado hatujawai jua mwenye hii barabara ni nani. Leo hii tumesimama hapa, tunataka kujua nani muhusika wa hii barabara, ndipo tupate huduma.